Sina shida na wewe mama, wala mtoto wako ila ni kwamba i nyama mimi ndo Na so, so <laughs> <laughs> nakuuliza swali mtoto yupi, hmm? Mtoto yupi? Tina. Wewe una mtoto na mimi wewe? Wewe ni wa kuniambia mimi hivyo. Sikia, nikwambie kitu kimoja. Mimi na wewe hatuna mtoto wala sijawahi kuzaa na wewe. Hicho kitu kiweke akilini. Eh? Wewe una mbegu gani za kunizalisha mimi wewe? Ha? Mtoto, una mbegu gani za kunizalisha mimi? Wewe mwanamke, naomba unisikilize. Alafu usitaki kunipanda kichwani. Milioni hamsini unapata kata. Ila sio kanikatia nusu. Unataka ukati yote. <laughs> Dogu yangu, leti na kurudani vyote.

Kwa nini mdomo wako hauna chupi? No, no, no, usiuwe. Usisikiliza, usiuwe. Sikiliza, sikiliza makabila. Usiuwe. Usiuwe. Usiuwe. Usi Usi Usi awe natakiwa wafi taratibu Jina langu naitwa Kristina Ndalawa. Hii ni Sharlo TV, karibuni sana. Kwa majina naitwa Fatuma Ramadhani Sulemani, ni mwigizaji wa kikundi cha CMG Artist Group kilichopo wilaya ya Ukelewe, mkoa wa Mwanza. Kwenye movie nimeigiza kama mke wa bosi, yani mke wa bosi mke wa tajiri. Kwa majina naitwa Nasibu Shabani, ni mwanakikundi wa CMG Artist Group inayopatikana Ukelewe. Nashukuruni sana nimecheza kama, nimecheza kama mtendwaji katika filamu hii wasanii wi wa wa, wi tuko imara kwa na pamoja moja tunaweza sana.